Nikukaribishe sana, nikukaribishe sana Mheshimiwa Waziri Mkuu, jimbo la Mbozi lakini pia wilaya ya Mbozi. Jambo la kwanza, nikushukuru kwanza wewe ambaye umefika leo jimbo hili la Mbozi na ndani ya mwezi mmoja nimetembelewa na mawaziri wakubwa na leo nimetembelewa na serikali kuu kabisa Napomuona waziri mkuu naiona serikali yote iko hapa. Karibu sana waziri wetu, wilaya Mbozi na jimbo la Mbozi. Lakini nitoe salamu za mbunge mwenzangu, sisi hii ni halmashauri, lakini mbunge mwenzangu wa Vwawa hayupo, ana hitilafu kidogo ya mkono, kwa hiyo yuko pale, Benjamin, anapata matibabu. Angetamani kushiriki pamoja na wewe, kwa hiyo nimetoa salamu hizo kwa niaba yake. Lakini mimi kama mbunge wa jimbo hili nakukaribisha sana sana sana waziri wetu mkuu wa jamhuri ya muungano wa Tanzania mahali hapa, ujisikie amani, ujisikie faraja. Sisi tunakupenda, mimi kama mbunge wa jimbo hili nakupenda sana, na wananchi hawa wamehudhuria kwa wingi, walitegemewa nangefika saa nani, lakini umewahi, wangefika kwa wingi, na hata hivi wamefurika sana, wamefika kwa wingi, Mheshimiwa Waziri Mkuu, na mambo mawili mbele yako ambayo wananchi wa jimbo hili na wilaya hii wameniagiza kwako, na nikimaliza nitapiga magoti, ndivyo walivyoniagiza, na hiyo ni asili yetu sisi Wanyiha, tukimaliza huwa tunapiga magoti kwa kiongozi wako ili aone kabisa heshima ambayo mimi naomba kwake kwa yale mambo mawili ambayo nitaomba. Jambo la kwanza, amesimama mrugo hapa akasema jimboni kwake ndiko hakuna lami, lakini jimbo letu hili nalo halina lami kabisa. Lami pekee ni barabara kuu. Na hiki kipanda ambacho umetembea hapa nyuma yako ndio mwisho wa lami. Hii ndio barabara ya Mlowo Kamsamba kilomita 130. Na Mheshimiwa Rais alikuja hapa kwenye kampeni mara mbili 2020 na 2025. Alipofika hapa 2025 nimesimama na kumwomba barabara hii ya kiwango cha lami Mlowo Kamsamba kilomita 130 iweze kujengwa na hili ndilo ombi ambalo hawa wana Mbozi waliponichagua wakasema, sisi mbunge, tunalo ombi moja na ndiyo kero, barabara Mlowo Kamsamba iwe kipaumbele namba moja, iwe kipaumbele namba mbili, na iwe kipaumbele namba tatu. Hilo basi. Hawa mengine tunaamini Waziri Mkuu mnatupa na mnatusaidia, tunayaona kazi kubwa mnazozifanya. Mwezi wa sita tarehe 12 kilomita kumi kilomita tano kuanzia hapa kwenda hapo, zile zetu sio mbali, kilomita tano lakini kilomita tano kuanzia Kamsamba kuja hapa, kuja huko, na hizo kilomita ishapewa mkandarasi toka mwezi wa sita. Umekuwa ni wimbo, na hata juzi waziri wa ujenzi amekuja hapa, nimesema hivi, nikamwambia, na nimemtoa huko, nikampeleka site kabisa hapo. Ile tunachokuomba Mheshimiwa waziri mkuu, mkandarasi ishapatikana, hajaripoti site paka leo hii naposimama Angeripoti ningesema yupo na nimeshaongea na meneja wa kanodi, bado hajaripoti, japo nasikia tetesi kwamba wametuma watu wake, wakazi wako hapa, lakini hajafika. Ninachokijua mpaka dakika hii na waziri amekuja, waziri wa ujenzi, huyu mkandarasi hajapewa kianzio. Nikuombe baba yangu, Mheshimiwa Waziri Mkuu, wewe ndio serikali, uagize huyu mkandarasi apewe fedha za kuanzia, aanze mradi huu, ili mimi nikirudi bungeni niwe na nguvu sasa ya kukuomba tena kuomba bajeti ya kuongeza kilomita zingine ili barabara hii ambayo rais ameagiza ijengwe si kilomita tano tu au kumi ijengwe yote kwa miaka hii mitano. Sina mashaka na wewe, mchapakazi mzalendo wa nchi hii, na sisi Mbozi tuna mashaka.